Kama nilivyozungumza pale mwanzo, nikawa nasema kwamba kwa sababu ya mfumo wa ulimwengu umefanya watu wengi kuweza kuathirika kiafya, kimwili, kiakili, lakini Mungu apendi mtu yoyote aweze ku kuathirika kwa namna hiyo, kwa sababu ya mfumo wa maisha. Labda viongozi pia wanachangia katika hali hiyo kwa sababu nikawa nazungumzia mfumo wa ulimwengu, and country movement inaweza kuathiri watu na wakakosa mwelekeo, lakini Mungu pia mwenyewe amezungumza katika baadhi ya vitabu kama vile kitabu za Zakaria saba fungu la tisa, anasema: na kila mtu namuonee huruma ndugu yake, na hukumu amtolee hukumu ya haki na kweli, na amuonee huruma. Yaani hukumu itolewe kisha uweze kumwonea huruma nduguyo, mtu yoyote ambaye unayemuona ni ndugu yako, kwa sababu tulitoka kwa mtu mmoja pekee. Kwa hivyo usione ndugu yako mliyezaliwa naye katika tumbo moja ukafikiri huyo ndio pekee ndugu yako, lakini ndugu yako ni mtu yoyote yule ambaye unayemuona mbele ya uso wako kila siku, unayekutana naye yeyote usiyemujua, kwa sababu Mungu anasema kwamba mtoe hukumu za kweli na za haki za kuwahurumia hawa wanyonge na ndugu zenu. Lakini pia katika kitabu hicho hicho Mungu anatuonyesha katika kitabu cha Habakuki ya kuwa, kwa sababu hiyo ya kukosa kuwa na viongozi wenye maadili mema, tunaweza kuingia katika matatizo, na moja yapo ndio hii. Anasema kwamba katika Habakuki, anasema basi kwa sababu hiyo sheria imelegea na hata hukumu ikipatikana imepotoka, kwa sababu imezungukwa na watu wasio haki. Kwa hivyo wakati viongozi wasio haki wanapoizunguka sheria, hukumu inapopatikana imepotoka, ndio sababu tunaku, tunagundua kwamba wafisadi wakubwa ulimwenguni hawawezi kufungwa, kwa sababu wana mabilioni ya fedha ambayo wanaweza ku kusieka rehani kwa serikali na kuokoa maisha yao. Lakini munyonge asiye na haki, munyonge asiye na uwezo wa kuweka dhamana kitu chochote, anakuwa ndiye mfungwa ambaye hawezi kujiokoa. Kwa sababu hii, mfumo wa maisha umebadilika wa na watu wengi wameadhirika kiakili, na kwa sababu hiyo tumejenga jela nyingi na kuwafunga bila kutaka kuwahurumia. Nini kitakachotuokoa? Isipokuwa kutafuta hukumu za kweli na za haki pekee, na njia moja ndio hii, kuamini ya kuwa kila mtu unayemwona anakufaa keshoe. Mtu yoyote unayemwona huyo atakuwa msaada mkubwa kesho.